Sio kwamba unasali kwamba litakupeda siku moja, umesema hapa. Jamani, inahitaji niweke kitambaa hapa. Jamani, ina viti ishirini na nne vitakawa huu sio maneno na unapompa, manake lile neno litaenda kuzaa matunda kwa yule mtu uliyempa. Amen, kuna mtu anaongea naye. Kwa hiyo utakuona unampenda Mungu kwa nguvu zako pale ambapo unasukulika, unajitoka ni sana. Haleluya! hapa hapa hapa hapa, hakuna fedha unafanya kwa nini? Kwa sisi tayari

Tengeneza mambo ya nyumbani mwako, usipotengeneza utakufa. Unafikiria hali na Isaya, haku na Isaya kwa sababu kuna